ijua kwamba tatizo gani ili Mungu akusaidie. Haleluya! Yani ukisubiri mpaka mieli niseme, huyu ni msengenyaji, wewe ni mzinzi, wewe ni mwongo, wewe ni mchau, usipojijua mwenyewe hautashinda vita yako. Isaya aliona, ili nishinde vita niliyo nayo, lazima si nifike mahali nimwambie Mungu midomo yangu ni shida, sinitabia naijua Wona dhani hapa tulipo, aujijui tabia yako. Wewe hapo ulipo, ujijui tabia yako. Mwongo anajijua, mimi ni mwongo, ila nikianza kuomba nafunika Hallelujah. kila mtu anajijua, mwenye dharau anajijua, mimi na dharau, ila nikianza kuomba nafunika, na Mungu anasema afichae dhambi yake hatafanikiwa. Sema wanaofunika dhambi tuna wengi, hata makanisa mengine wamo. Unakuta mtu ni mshirikina, amefunika dhambi, anaenda kanisani, anaomba, anaimba, anaabudu, na hawapendaji mahubiri yao yanayotemea matatizo yao. Utaona wamenuna, utaona unajifanya wamesinzia, utaona unajifanya vile wako bize, utaona unajifanya wanaangalia tu simu Ukiona wa aina hiyo, aweza kujua ndani yake kuna shida, mapepo yanayomiliki maisha yake hayatake afunguliwe, yanataka kubaki mateka kwenye wow. Ulimwengu wao uendelee kuwa unaye. Sali msengenyaji, unaye sali muongo, unaye sali mwenye chuki. Mungu anasema mchukia ndugu yake ni muuaji. Sasa unasali mii, unachukia mtu, unasali unasali mii Kianza kuimba tuna tabasamu ainuliwe Mungu wetu ile. <laughs> moyo ni sasa huu um, um, huu ndani umu uko sawa? Ukibaki mwenyewe na bii simu unaanza kuongea, hana hana, una watu unaowasemea, unawasema vizuri vibaya. Haleluya. Eh, hey, mwambie mtu ni vizuri upone. Mwambie tena mtu ni vizuri upone. Sema nimekuja kuponya roho. Kumbe roho zina matatizo zinahitaji uponyaji. Haleluya, si unampenda Yesu? Hacha iponye roho, kwa sababu roho hiyo inabeba kila kitu. Upole unatoka ndani ya roho, wema ndani ya roho, uaminifu ndani ya roho, upendo Up ndani ya roho, utu wema ndani ya roho kumcha Mungu ndani ya roho. Kama roho inaumwa, hautatimiza kusudi la Mungu.